Unaoku na naenda kumpiga yule mtu, unajua amejiandaa vipi? Tusimlaumu kocha. Kocha bado yuko vizuri. Ila na, na kitu hiki kimoja. Zungumza. Nilikuwa naomba Aucho. Nimeona pengo la Aucho bado lipo pale. Umeona? Pengo la Aucho bado lipo pale. Aucho ambaye yuko Singida United. Bado anafanya vizuri, kuna fursa. Yuko vizuri bado. Umeona anafanya vizuri. Amekuwa captain yule jamaa. Eh, Aucho. Yaani ningeomba wewe ingenisaidia naye kama unanisikia mimi ndio tizo pangamwe bwana. Naomba mrudishe Nabi. Mlete na ucho pale, uone kama yanga haijakaa vizuri. Hilo ndo tatizo kwa Yanga, aekaa vizuri namba sita. Namba sita sana, aaika hata so miaka mitatu. Mzee mmoja ni Gatuso. Sasa sasa miaka miaka miaka mingapi pale eh? Miaka mingi mtu anaomba miaka miwili, unamnyima wenzetu.